Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, na nashukuru Mungu kwa siku hii ya leo naposema, happy new week to you wherever you are. Ikiwa basi ni wiki ambapo e, kuna mengi ambayo tuatarajia, e, tutatarajia Bwana akaweza kutenda na kunayo mengi ambayo ametendea katika juma lilopita. Hivyo basi turudisha sifa zote na utukufu kwake, maana ni yeye mweza wa yote. Kwa hivyo ni wiki ya baraka, licha ya ripoti ambazo zatokea hapa kule, eh, kwamba unajua eh, kuna mpango wa maandamano na kadhalika. Ombi langu kwamba ulinzi wa Bwana ukapate kuwa juu ya vijana wetu kwa jina la Yesu Kristo Bwana, kawalinde popote pale walipo kwa jina la Yesu Kristo, na zaidi taifa letu, na likabidhi kwake Bwana. Bwana katuonekanie. Kumbuka basi ni wiki ambapo pia eh, katika wiki hii eh, Jumapili ijayo ningependa karibisha popote pale ulipo kwamba coming Sunday tarehe 29 mwezi wa sita tutakuwa na mkutano mkubwa zaidi mkutano yada ambapo zinakaribisha yada inafikisha miaka kumi, it's a 10th anniversary. Kwa hiyo basi katika miaka kumi ambao wanafikisha e, wamepanga mkutano mmoja, ilikuwa ni e, walikuwa wamepanga mikutano msururo tu e, katika all the cities of this country e, e, ilianzia kule Eldoret ikaenda e, maeneo ya kule e, na Nakuru then Mombasa, alafu Kisumu. Sasa tunakuja kumalizia hapa Nairobi, kwa hivyo unakaribishwa sana. Mimi nimekuwa MC katika events hizi zote na bado nitakuwa MC pale. Eh, kwa hivyo basi karibu sana tumtukuze Mungu kwa pamoja, si CMC tu bali twamtukuza Mungu kwa pamoja, tumabudu Bwana kwa pamoja, maana ni Mungu mweza wa yote. Kwa hivyo karibu tena, zaidi itakuwa pale Deliverance Church Airways eh, in Utawala. Deliverance Church Airways Utawala. Click tu ama ukitafuta kwa Google Map, Airways Shopping Center. shopping center ambayo iko pale Utawala Airways shopping center itakuonyesha. Na kama unapanda matatu kutoka town unapandia tu pale ambasada, yes, pale ambasada kutoka ambasada, unapata, unapanda basi, kuna city shuttle, kuna super metro, kuna metro trans, kunazo nyingi tu za kutoka pale ambasada zinaenda ba, u, uulizie, unataka ya kwenda wapi ya kwenda utawa, eh, airways. Ukiuliza tu airways, ukisema utawala utawala ni kubwa, kwa hivyo unasema airways kuna za za kwenda utawala, Kidhunguri, za kwenda wapi. Kwa hivyo e, una make sure una specify airways ziko pale. Alafu ukipanda kwa hilo, ukitaka kulala, ukitaka kurelax, fanya shughuli zako, maana pahali ambapo inafika ikipigia kona mwisho hapo ndipo basi e, ndio mkutano upo. Kwa hivyo karibu sana, itakuwa ni mkutano huu utakuwa unafanyikia eh, eneo la kule Deliverance church airways Jumapili ijayo tarehe 29, kuanzia saa nane mchana. Kwa hivyo hakikisha kama umefika pale, nitakuwa vema zaidi. Kiingilio ni bure, kwa hivyo njoo tumwabudu Bwana kwa pamoja. Kutakuwa na Marcelina Yada Band vile vile onjula, uh, Praise na kadhalika, kwa hivyo karibu sana tumtumikie Mungu ama tumwabudu Mungu tukimpa shukrani kwa kutuongoza nusu ya mwaka na bado nusu ya mwaka ijao. Kwa hivyo, Mungu ni mwema katika hali zote. Karibu, tuenende pale kwa pamoja. Mpendo msikilizaji, last week tulikuwa naongea kuhusiana na, eh, tukiongea kuhusiana na kina baba, maana last Sunday, eh, ilikuwa ni siku ya fathers, fathers day, na hivyo basi tukagusia kuhusiana mengi kuhusiana na kina baba. Tumeangazia kuanzia juma lililopita na tukapata kujifunza mengi zaidi kuhusiana kina baba, umuhimu wa baba katika familia tumejifunza, tukajua kwamba what are the roles of a father na kadhalika. Kuna mengi yote, lakini kama ulikosa tafuta jumbe zetu za last week, utapata pale kwa kirefu zaidi. Na kama nasi for the first time, ningependa leo tuanze kujifunza kutoka kwa kifungo kingine, maana ni wiki mpya, tujifunze mambo mengine tofauti. Na kama na kama unajiunga nasi for the first time, eh, pale chini ya ya video hii kuna neno subscribe. Hivu, neno subscribe subscribe, kwa hivyo click ukiambia sign in, sign in in yako Copy the link hapa juu and share niweke comment yako hapa chini na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno Subscribe. Kiambia Sign in sign in na jina la akaunti yako Copy the link and share niweke comment yako pale na itakuwa vema zaidi Nam. Pamoja ni ruhusu tuweze kusoma andiko letu la leo hii. Leo tunaenda katika kifungu kingine tofauti pale e. Hii leo nataka tuongee kwenye kifungu cha Luka sura yake ya, ya tano, mstari wa kwanza hadi wa sita. Luke chapter five, from verse one to verse 6, maandiko yanasema vipi? Naposoma pale ikawa mkutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti akaona vyombo viwili, viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika kim, chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kando ya pwani. Akaketi akawafundisha makutano alichomboni. Mstari wa nne: hata alipokwisha kunena wa, aliwaambia Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki Simoni akajibu akamwambia, Bwana, bwana mkubwa, tumefanya kazi e, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Naam, niruhusu nifike tu pale verse 6. Baba, nakushukuru kwa neno lako, naomba kwamba mfalme, nena nasi tuongoze asubuhi ya leo, Baba, najiachilia kwako Mungu nikiomba kwamba Roho Mtakatifu shika usukani, nanena kwamba Bwana ukapate kunena nasi, tuongoze Baba, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu ni wewe Baba. Naomba kwamba Roho Mtakatifu ashike usukani, anene nasi kwa jina la Yesu, amen, amen. Nam, napoangalia pale ni utangulizi, tutatanguliza pale katika kifungu hiki, na nikawa naangalia, nataka tupate kujua kwamba unajua E, alifika mahali unamwona pale Simoni ambaye amefika wakati ambapo anaambiwa wewe fanya hivi fanya vile, na Simoni e, na Simoni akafika mahali ambapo anaambiwa weka pale nyavu zako. Anasema bwana bwana, mkubwa anamuita bwana mkubwa, kila ambacho anafanya, tumeng'ang'ana usiku kucha tusipate chochote, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu hizi. Yani alifika mali akajua kwamba akasema kabisa, tumejaribu, tumeweza, tumeng'ang'ana, tumeng'ang'ana, hatuja hatujaweza kupata chochote, lakini kwa neno lako basi tutashusha tu nyavu. Naam, Simoni ametoa pale ame, ameelezea. Unajua kile nafurahia Simoni pale ni kwamba Simoni alifungua roho akasema kwamba mm, mimi, tumejaribu tumeshindwa, lakini akafika tu mahali akakubali akasema lakini kwa neno lako basi tafanya nini? Tashusha nyavu yani, akamtii Mungu. Anamwambia ushaiona mtu ambaye anasema mimi najua hapa hakuna kitu, lakini haidhuru mimi, basi mimi, naona hakuna kitu, lakini kwa neno lako tu mimi nitafanya tu, kwa sababu ya i'll just do it just for the sake lakini siamini kwa hivyo, akawa anasema hivyo na, napoangalia pale, ukisoma vizuri, ukisoma kwa tafsiri ya Kiingereza inaweka vizuri zaidi. Tafsiri ya Kiingereza inaweka kwamba Bwana eh, akawaambia kwamba washushe neti za, their nets. Their nets. Katika eh, kilindini mwa maji, lakini eh, Simoni kwa sababu alikuwa na mashaka, ukisoma pahala kwa Kiingereza vizuri, kwa original translation inasema kwamba akaweka neti sio neti zote. Kwa hivyo aliweka neti kwa kilindini pale pale ambapo aliambiwa, kwa sababu anajua hakuna kitu, so hakuna haja tuweke neti nyingi. So alitumia akili yake alilizo na akili yake akajua kwamba hapa hatapata nini, hatapata chochote, kwa hivyo hakuna haja, akaweka nini, akaweka neti. Na ninapoangalia pale ni kwamba mbona, naam na, ameambiwa aweke neti kadhaa mbona basi asiweke neti nyingi? Mbona asifa? Alikosa kufuata maagizo aliyopewa, na ukisonga pale mbele utapata kutambua kwamba eh, kwenye andiko hili Biblia nasema kwamba ukisoma pale ambapo tumesoma mstari wake wa, wa sita, basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Nyavu zao zikaanza kukatika. Kwa nini? Angeweka angeeka nyavu nyingi Si angalau zingejaa kula zinge katika, lakini sasa saa hizi waleka nyavu moja so nyavu imeanza zimeanza katika katika. Kisa na maana ni kwa sababu hakusikiza na kufuata maagizo aliyopewa na, na nikiangalia pale ni kwamba alipata ali hasara in a way. Nyavu zikakatika. Nafikiria maybe baada ya kuvua hao samaki, ilibidi waende washona shona hizo nyavu zao, ilibidi wafike mahali wachukue hatua fulani kuhakikisha kwamba angalau, kwa hivyo wali spend they used some money kurudi mahala ambapo walikuwa ndio wamepata samaki, lakini walitumia hela kwa ajili ya kurudi mahala ambapo walikuwa maanisha kwamba walipata hasara, na nikiwa natafakari kwamba mbona wengi wafika mahali, unajua ni wafanyi biashara, ni watu ambao wanafanya vitu vingi, unapata labda ni mkulima, unapata labda huyu ni eh, mhuduma fulani na kadhalika, lakini kuna wengine ambao wanapata hasara na wengine ambao watapata faida, na Mungu anayemwomba ni mmoja. Kwa nini? Ni kwa sababu kunao wengine ambao wanasikiza sauti ya Mungu, kunao wengine ambao wanafuata maagizo ambao wanapewa na Mungu, lakini kuna wengine ambao hawafuati Simoni hapa hakufuata maagizo. Angefuata maagizo, aweke neti kadhaa vile ambavyo aliambiwa, then haingejaa kiasi cha kwamba zinaweza kuraruka, zinaweza katika mm -mm. haingefika hapo, lakini kwa sababu hakusikia maagizo, kwa sababu huenda labda alisikia, lakini hakufuata maagizo basi hapo ndipo mambo yakaharibika. Kunao wengi ambao mmepata hasara maishani. Kunao wengi ambao mmekosa kupata faida ambazo wahitaji maishani, kisa na maana ni kwa sababu kufuata maagizo ya Mungu. Mungu alikuambia kwamba fungua duka mahala fulani. Na wewe ukiangalia, ukasema, hapa mahala nikiangalia, ni kirizon kama entrepreneur, kama mwekezaji, ni kirizon, hivi ni kama hapa sitapata faida, hapa hakuna watu wengi. Ukafikiria Mungu anakuelekeza ufungue kanisa mahali fulani, unasema ai, hapa watu wako sparsely populated, kwa hiyo ni kirizon tu ni washirika wa gani watakuja kwa hili kanisa? Hukujua kile Mungu alikuwa nakuelekeza. Ukaenda mahala ambapo uliona kwa akili zako kwamba watu wamejaa, ukafikiria kwamba hapa nikienda hapa ndipo basi kanisa litajaa. Nikuambia, ukifika kule ukapata kimeumana. Hukujua kumbe pahala ambapo Mungu alikuwa nakuelekeza ndio watu walikuwa sasa Yani, alikuwa ameelekeza watu wengi wana unaona, watu kuna, kuna sehemu ambayo watu wanaenda hawako kwa sasa, lakini ndio watu wanunua mashamba wakijenga, so wanaenda pale na mafamilia, acha wale ambao wanakaa kule kwingine so, wanaenda pale. Yani Mungu amevuta watu wakuje pale, so alikuwa anataka utangulie pale, ukwenda ndio kusema pale, mpaka stage inaitwa jina lako au jina la kanisa ambalo unafungua. Lakini ukakosa kusikia Mungu. Ukakosa, umewekeza mahali pesa za potelea pote. Kwa nini? Kwa sababu umekosa kusikiza ama kufuata maagizo ya Mungu. Ni wangapi ambao sasa hivi Mungu alikuwa kuelekeza kwamba acha kazi end ufungue biashara hukusikia. Umefika mahala ambapo huna mpango, mmefutwa kazi eti redundant. Mungu alikuelekeza kwamba fanya hivi na vile, hukusikia. Mungu alikuwa na kuelekeza, na alipokuwa na kuelekeza, basi alikuwa amefanya njia, lakini hukusikia sauti yake ndipo sasa basi, sasa unapata hasara, ndipo sasa kimekuumania. Ukafika mahali ukaelekezwa, fanya hivi, labda ukulima, fanya hivi, labda toa pesa, toa, fanya kazi fulani ya Mungu, ukakataa. Nikwambie, unapokataa, unapokosa kusikia sauti ya Mungu, hapo ndipo wengi wanafika mahali wanauliza, huyu Mungu ako wapi? Mbona anajibu wengine na mimi hanijibu? A, Mungu ana mpango mzuri nawe na anakuwazia mema, kwa hivyo usikate tamaa, mtumainie tu atakutenda wema, anakuwazia mema, ana mpango mzuri nawe. Kwa hivyo usikate tamaa, just put your trust in him, atakutenda wema. Kwa hivyo pote pale ulipo mpendo msikilizaji, ombi langu siku hii ya leo kwamba Bwana akuonekanie, Bwana akupiganie, Bwana akuwezeshe na ufuate sauti yake Napofuata sauti yake utapata hasara. Ushaiona mtu anasema, mbona huyu anaomba Mungu mmoja lakini huyu anapata faida, huyu apati faida, huyu anafanikiwa, huyu afanikiwi? Aa, aa, si kwa sababu Mungu, Mungu ana kipendeleo zaidi hapo. Mm, ni kwa sababu wengi wetu tunakataa kufuata sauti ya Mungu anaponena nasi, tunakosa hata wengine tunasikia, lakini tunakosa kufuata sauti yake, tunakosa kufuata sauti yake hapo ndipo wengine wetu twapata hasara. Mungu atusaidie tunaposonga mbele kwa jina la Yesu. VWM ukipenda Victor Madomandala, ilikuwa ni utangulizi tu, tuendeleze zaidi hapo kesho, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. God bless you you, I love you all, na usiondoke hapa kabla ya subscribe. Na kando na hayo nikukumbushe tu kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe, na kabla pale nikukumbushe kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni vema kama unahitaji kutoa pale matoleo yako, sadaka zako, nambari unaweza kutumia ni 0722 24 39 49. Nambari yangu naeza katumia pale ni 0722-243949. Nipigie kupitia nambari hiyo, toa sadaka yako kupitia pale ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo, ibada haijakamilika pasi matoleo, tutoe sadaka zetu pale na Mungu akutende wema 0722-243949. Basi, tuma pale, na vile vile kama unahitaji la maombi, una swali na maoni yoyote ambayo ungependa kunipa, nambari ndio hiyo hiyo 0722 Mbili nne tatu tisa nne Tisa. Naweza katuma pale. pale pale pale. Na na na na vile vile pia tupatane tupatane Jumapili Jumapili ijayo kwenye Yanda Worship Fest ambayo e itakuwa ni 10th anniversary Deliverance Deliverance Church Church Airways. Airways Kwa kwa mengi zaidi nambari hiyo hiyo ili mwelekeo ama pin. Kuanzia saa 8 in in, in Utawala. God bless you. you I love you all. Subscribe, subscribe. subscribe. usikose kusubscribe. Chini ya video kuna neno subscribe. neno Click Ukiambia sign in. sign Gmail in account yako. yako Copy the link and share Nweke comment Mungu akutende wema. VMM kipenda Victor Madumandala kwenye himizo letu asubuhi ya leo. Mungu akutende wema. Tuendelee zaidi hapo kesho. Subscribe, eh? Bye-bye.